Wananchi wa kawaida ambao tumepata haya mafunzo tunahitajika kushajiishane kwa watu kusudi kwa watu wapate elimu zaidi, lakini mimi ninachoamini, mama, ulitoka kufahamiana naye huko ulikotoka na ukapatana naye na yeye amesha yaona mengi na imani. Mama unaapoto, sio? hebu tuambie wewe, ni kama mzazi. Wewe dasia ndio yako Mtoto wako unahitaji haribikiwe? Sihitaji haribikiwe. Wewe unahitaji mafanikio kwa mtoto wako? Nahitaji mafanikio. Kama wewe unatumia njia gani kusudi kwamba watoto ili tuwapate kwa kesho na kesho kubwa, njia zetu natumia ili watoto wako kuandaa kwa ajili ya kesho yao? bado wewe ni mama na una watoto alhamdulillah. Manake watoto huusushiwa mbinguni, manake yuko mwenza apenjionogayetu unayoshirikiana kupata watoto. Je, una lengo au una le ndoto za kuharibikiwa na watoto wako? Sema je, huna ndoto za kufanikiwa kupitia watoto wako? Je, kama unazo natumia njia ya kuwaelimisha -naweka kitako nawaelimisha pamoja na baba yao mauna hebu auzugummatebu mkuulize, dada, kuna mambo mama kufanyia nyumbani yaliokuwa unayapenda? Eh watoto <laughs> <laughs> washaogopa, pengine neno tu hilo la kufanyiwa lishafahamika, sivyo? Ndiyo jamii yetu ilipofika. Um, na mwalimu, haya Mwalimu ama mzee Naam, karibu. Asalamu As alaykum wa, rahmatullahi wa barakatuh uh, mimi na mengi lakini kulingana na afya yangu nitaongea machache insha allah jamii uh, yetu sasa hivi imekumbwa na wigo wigo nikizungumzia wigo nazungumzia huu wa sayensi na teknolojia sawa. Sasa sasa hivi tunajikuta wazazi kwa kuangalia tuma televisheni kuona mambo mbalimbali katika vyombo vya habari, basi hatuangalii kama hili jambo lina athari ama lina faida. Tunataka kushabihisha, ushabihishe yale mambo kwa kuwaletea watoto wetu. Kwa mfano hapo zamani kidogo watoto wa kike walikuwa hawavai masuruali, hiyo nakubalika, iko wazi. Mtoto wa kike alikuwa hawezi kutembea kichwa wazi, sawa? Eh, mtoto wa kike alikuwa akitoka ndani anajistiri vizuri, hata kama utakuta yuko mdogo. Lakini sasa hivi watengeeza mazingira wenyewe wa kwa kuanuulia nguo watoto ambazo hazifanani nao katika mazingira yetu ya Kiislamu Kisa tumeangalia michezo ya Kihindi, michezo ya, ya bongo movie inaitwa tena. Kinachoshangaza zaidi na kusikitisha kwamba sisi wazazi tunapokuwa tunaangalia ile michezo tunakusana na family mbele, sawa. Kwanza ina inaondoka ina, ina ile heshima, kwa sababu vitu ambavyo vinaendelea pale sio vizuri katika misingi yetu ya dini. Lakini la pili pia tunakosa usimamizi mzuri katika familia zetu, kwa sababu sisi wenyewe tumeitupa mbali dini. Sasa unakuta muda wa swala mwadhini yanawadzini, basi wewe umekaa na watoto wako unaangalia TV, ima umekaa unataka kumtuma ende ule muda wa adhana, wewe unamtuma sasa. Hujampa hamasa kwamba huyo nde msikitini. Licha ya kuwa hujampa hamasa ndio msikitini, lakini wewe mwenyewe we mwenyewe huja hujaonesha msingi wa kutoka pale kwenda kusali. Sasa huyu mtoto tokea anafumbua macho mpaka anapata zile akili zake, mazingira yake hamna kusali mle ndani, ni mvivu kwenda mbele, sawa. Lakini pia ikifika muda wa skuli ndo mtoto anaona kwamba anaandaliwa mazingira yaliyokuwa imara zaidi, sawa, kuliko madrasa. Ikifika muda wa madrasa vyovyote atakavyokuwa anaenda basi k okay. Sawa. Sasa wazazi, turudi nyuma kwanza. Kosekana kwa maadili manake, sisi wenyewe tumejiporomosha katika misingi yetu ya dini, kwa sababu Uislamu haujawacha kitu isipokuwa sisi wenyewe tumefanyaje, ndo tunauacha Uislamu ili tufanikiwe. Turudi katika kitabu cha Allah na sunna zake. Mimi nadhani tukienda hivyo tutafanikiwa insha Allah. wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mlezi wetu ndio kiongozi wetu mheshimiwa, baadaye kijadwa kama kura zitapatikana nyingi tu katika jumuiya za wanawake. As salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Jina langu naitwa Imani Hassan Hamis, kama nilivyotambulishwa mlezi wa jumuiya. Sina haja ya kujitambulisha vyo vingine vya ziada, hiyo inatosha nafikiri. Sasa mimi niseme kwa kuzingatia muda, na naomba niseme machache. Allah aniongoze katika kusema hayo machache. Nadhani mashekhe walishazungumza hapa, benchi la pili hapa, kwamba papatikane mashirikiano baina ya jumuiya hii na jumuiya wenzetu. Hii mimi naikubali na naitia tiki na insha naiti na Allah biidhinillahi tutafanya hayo. Jambo la pili, kwa yule shekhe ambaye aliondoka pale, naye alizungumzia kwamba haya mambo hata tukiyazungumza ndo tayari yashakuwepo. Sasa hivi tutafute fatwa nini cha kufanya. Na ndio maana huyu shekhe wa pili alikuja akakazia mkazo kwamba tunachotakiwa tukija tukiwaita watu, tuje tuwaambie cha kufanya, sio tu sisi tuwaulize wao. Tukubali tukubali huo ujumbe au tupokee hayo maarifa ambayo tumepewa, tunasema tumekubali na tumeyapokea, na inshallah Allah atatuwezesha tutafanya kazi na wao, tutawashirikisha hawa mashehe ambao walitoa hiyo idea. Tuta, tutawataka wawe mstari wa mbele pamoja na sisi kwa ajili ya kukaa kamiti, alafu tukatafuta tuka solution au maamuzi, nini cha kufanya kwa ajili ya kuondoa huu mporomoko. Niseme kwamba haya mambo yanajulikana mpaka kwenye historia, tangu enzi ya manabii huko nyuma. Haya ma, madudu madudu ambayo yajitokeza sasa hivi yako yako zamani, isipokuwa sasa hivi yanaendelea na yanakuwa kwa kasi, sivyo jamani? Sasa tutafute njia ya kufanya, yani kutekeleza amri ya Allah au biashara ya Allah. Hii Allah ndio anaipenda biashara kama hii, kutengeneza na tusizi, tusizidi kuharibikiwa, kwa sababu tunavyoambiwa umati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio utakuwa yani, Mungu ndio ameupaisha, ameupa daraja kubwa kuliko hizo nyumati nyingine, si ndivyo? Sasa ili tuweze kufikia huko na mtume wetu ajivunie kwa hilo basi mimi nasema, nitageuka kama nani yule, anasema Ibrahim Traore kwamba tuwe na mashirikiano ya nguvu na sio ya midomo tu, ya utendaji tayari eh? Sasa mimi nitasema vitu viwili ambavyo tunatakiwa tuvifanye. Kitu cha kwanza, bora nisimame kidogo mimi ningependa au kama ndio wazo ambalo ananipa ahoso, unasema mi mwenyewe, lakini nitajidai nita, nita, kwa ala kwamba kitongoji au niseme kila kijiji. Si mwanasiasa mi, sijui sana hayo mambo, lakini kila mtaa paweko na wazee wa mji, ambao wazee wa mji hao kazi yao kubwa ni kusimamia vizazi vyao pale kwa sababu walioshaharibika ndio washaharibika, lakini wao wana uwezo wa kuwatengeneza, ambapo Mwenyezi Mungu akikutilieni baraka akitaka katika kumi hawa wanatengeneza kumi waliokuwa tayari wanavaa suruali hapa, wanavuta mabange, lakini mimi nitaka niwatengeneze hawa wawili tu. Hao wamefanikisha kufanya sasa, katika kumi nimebarikiwa pengine watano wameacha kufunga rasta, wamekata nywele, wameivi wanakuwa kitu wazuri. Mimi nakupeni mfano mmoja, nilikuwa na mtoto wa kaka yangu kila akisemezwa wapi na kaka yangu yuko mashallah, madarsa hatoki ya kila aina, madarsa ya mjini ya wapi, na msomi kaka yangu huyo amefika nchi za nje, lakini mtoto wake mmoja alikuwa ndio hivyo, amekuwa marasta, afuga ng'ombe, mamake anamtishia panga, alimradi mtihani mtupu familia. Hata ukimsemesha hayaniingia huko anatoka huko yani. Na alikuwa mtoto mbole bole lakini watu wamemharibu, maana mtoto naye alikuwa mpumbavu, mpumbavu yani nakusudia mtoto aliregea regee. Watoto wa vijana wakimpata mtaani, wanamwambia njoo, napata nini? kuku nais nice. Masuala ya njaa pia anachangia haya mambo mm haya -hmm. Ah, nini pengine mpaka mchana hajala mtoto, sio anasema nani nataka unafata na, nini huku ah, anasema kuna kuku, kuku naenda kuchinjwa kule, anaetaka kuku hapa. Akifika nagepu yao, anaetaka kuku hapa, avute bangi kwanza ndo alipate kuku anavutishwa mtoto bangi, alafu nae sababu na namuma anavuta anakula ili apate apewe kuku yule. Hata kifika nyumbani saa kumi chakula ndo tayari shaharibikiwa, tayari. Unaweza kuona mtoto macho mekundu, vidole nini, ehe. Sasa kwa hiyo inabidi muweke wazee mtaani kwa ajili ya kulinda kizazi chenu, si ndiyo? Hicho nahisi kinaweza kikawa watu wanaweka ile, wanasema nini nini, wanasema limji nini, wale maskari jamii, lakini wengi, baadhi ya sehemu hawaweki eh? Ehe, sasa wale ni doria tu. Sasa waekwa wazee wa kutia adabu, mtoto akikosa adabu atiwe adabu, apelekwe kwa wazee wa mji, ambao hao watapewa kibali na serikali kwamba ikitokea mtoto ameanza tabia chafu, anapelekwa kwa wazee wa mji. Wazee wa mji wanafanya maamuzi mkuu wa wa, wa, wa, wale wazee so anakuwa na viongozi wa wale. Kwa hiyo mkuu wa wale wazee akishatoa ruhusa atiwe adabu mbele ya kadamnasi, anatiwa adabu mbele ya hadhara ile mji wao. Assalamu alaikum, wahaasalk sana <tipulikana> mama kapungumzia sijiniaamsini kabisa, kuma ni kwamba haya mambo yanatoa, sio mimi wala sio yeye wala sio hii sisi ndio ndala mawazo kuyapeleka sehemu husika. Sehemu husika ikihisi kwamba hii iko sahihi, tunapopata ule uwepe, uwepesi kuwa fadhali wa kuweza kufanikisha haya. Hizo ni miongoni mwa rai ambazo inatakiwa tufanye, kusudi tupate jamii iliyokuwa ipo sahihi. Kubwa ni kwamba kutokana na muda wetu umeshakupa mkono na kigoni, alhamdulillahi rabbil alamin. Dada kule alinipa maneno yake ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tukishayaacha tujue tu tutaharibikiwa. Na kwanza kuliko yote Mungu jamani, Mungu kwa hali yoyote itakavyokuwa ni Mungu. Angalieni kipindi cha Korona imefikia wakati mpaka Mheshimiwa Rais anakwambia ni Mungu tu, hizi ni bakora zake. Lakini jengine wazee walikuwa wanapeleka malalamiko kwamba wanahitaji mashirikiano na wazee wa kiume wazee wetu, tushajihishane huko nje. Kuna baadhi ya wazee wakina mama zetu hawana wasaidizi wenzao na hawa ndo wapo wingi, na kipindi kile alichosema Mtume kitakuja itakuja ndo hichi, msisubiri mpaje ashuke najisa, kipindi cha wanawake kuwa wingi ndo hichi. Wanawake wapotele, wanahitaji ulezi kusaidiwa, wanahitaji matibabu kusaidiwa, fikra na mawazo kusaidiwa Wanaume ambao ni wazee wenzetu au wazee wetu wafanye maamuzi yaliyokuwa sahihi kupeleka katika jamii ili kuwapata wazetu sure, ili tuwafikishe. Kwa kumalizia, ni kwamba tumrudishie kwanza maiki Mheshimiwa ili yatupe za mwisho kisha tupate kufunga sehemu kabla kidogo tumeona, naam katika mimi e, ni mkatibu katika hii, hapa nachukua fikra tofauti tofauti na sidhani au sijui kama zinarekodiwa kwa sababu katibu tunamwona yupo hapa e, sijui kama zinarekodiwa hizo fikra tunazo zinazotolewa, au zinakwenda tu, hayo yote yako ndani ya rekodi. Inshallah, basi mimi kidogo, kwa kumalizia na kazi ya fikra ya mwalimu pale aliyosema huhusiana wale wazee wa, wa mtaa, manake anatafuta sababu gani ambayo sisi itatupelekea kupata mafanikio hayo, vijana wetu ndio akaizungumza ile kwamba wapatikane angalau katika miji wazee wa, wa mtaa. Sasa na mimi naongezea kwamba huyu mzee basi ashirikiane na tuseme kama ni imamu, tuseme katika ile mitaa, wale maimamu washirikiane, kwa sababu maimamu na ndio maana njia tunaloizungumza kule, kama mkipita jumuiya ya maimamu, basi mnawezekana pengine mkawa kuna jambo limetokezea, nataka lifikishwe katika jamii, mnapitia jumuiya ya maimamu. Jumuiya ya maimamu wanawatangazia maimamu wa Zanzibar nzima kwamba lizungumzwe lile neno moja lile ambalo limejitokeza au linataka kufikishwa. Kwa hiyo inakuwa ni njia moja ambayo inaweza ikawa inatengeneza, wakishirikiana imamu maimamu, pamoja na na wale wazee wa mitaa. Kwa hiyo ni njia moja ambayo itatusaidia inshallah. Na tumefikia ukingoni, lakini pamoja na kufikia kwetu hata kwa busara tuondoke kwa inshallah. Alhamdulillah, si haba, nadhani sote tunaofika tunahudhuria katika hafla yetu hii ndani ya halisia, mmeona eh, lengo letu manake ni kuja kubadilisha mawazo, fikra, eh hii ni moja miongoni mwa masuala ya kuta dini manake, si watu tumepata njia mbalimbali. manake k tunakushukuruni nyote mlo mlohudhuria, vijana akina mama, mashallah alhamdulillah, tunakushukuruni. Baada kupata tangazo muda mfupi tu, lakini mmeamua kuja katika jambo letu kama hivi, tunakushukuruni. isiwe mwanzo tukingie yoyote, tunatakia kurudi tena kwa mara mara ya ya kwanza hili ndio ndio mara ya mwisho tena kurudi kuleta majibu hapa. Kwa hiyo sikio na kuja na kuomba ushirikiano zaidi, kacha mkono na na tushabishane zaidi. Kwa kwa hiyo inshallah tumshukuruni, inshallah Allah nauahj kahay machae nsni nshaaei natuaen kutuona sisi tunashukuru sana kwa ni kwamba tukukumbushana kwamba hii ndio jumuiya, lakini bado hakutimia. Watu wengine wameenda katika mikao mingine, kuna sehemu nyingine tofauti, ambao tumetanika kufikwa, wengine wameenda katika sirikali nyingine. Kwa hii ni jumuiya, jumuiya ni Jukumaza, jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Hii inapatikana

tunakushukuru sana, alawabaki akujalie tufike salama tulipotoka, uakegeakae mengine au akujalie kujakulishe na haya mambo yote jamani, tumefanye kazi jukumu letu kama mao wote. Kwa hayo yote nasema, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Malezi mema wazee, inshaallah.

Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina anaitwa Faisal Abbas Hassan. Mimi ni katibu katika jumuiya Jukumaza, na ni jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Mimi kama kiongozi katika jumuiya yangu natakiwa kushajihisha watu mtaani, serikali, natakiwa kuwapa mawazo, natakiwa kutoa mawazo katika jamii, kusudi kwamba tupate wale watu wanaohitajika baadaye kwa ajili ya kuja kutoa taaluma. Zaidi ya hii, jumuiya yetu kubwa ni kwamba tunahitaji mashirikiano baina ya wazee, walezi, walimu na serikali, pamoja na taasisi kusudi kwamba tukishirikiana pamoja sisi pamoja na wao maanake, tutaweza kufanya jambo moja ambalo sote ndo tunalohitaji. Zaidi ya hayo, mimi nashukuru sana, asanteni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa jina, eh, kwa jina Juma Abedi Makame, ikiwa ni mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Leo ikiwa tuko katika eneo eh, la Fuoni tumekuja eh, kukutana na wazazi na walezi kuweza eh, kutoa fikra zao na sisi kutoa fikra zetu, eh, juu ya vipi tutaweza kulea vijana wetu eh, tutaweza kuweza kuandaa vijana wetu katika maadili na malezi ili wawe vijana bora raia wema katika taifa letu. Na vile vile tumekutana na wazazi tofauti tofauti. Alhamdulillah, tunashukuru mengi tumefaidika. Wazazi wengi wametoa mawazo yao wametoa fikra zao vipi tuweze kutekeleza na vipi tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo tunashukuru mawazo ma, ya wazazi ambao walihudhuria hapa kuja kutoa mawazo ma, yao, na tumeahidi tum, tum, tum, kama sisi ni viongozi kuweza kuyachukua mawazo haya na kuyafanyia kazi, sio kuwa yamezungumzwa tu, lazima tuyafanyie kazi na matunda yake yaonekane. Kwa hiyo inshallah tunategemea E, kufanya harakati mbali mbali, ili, ili harakati zetu hii jumuiya yetu ifanye kazi vizuri na ili iweze kuleta maendeleo katika nchi yetu na katika serikali yetu kwa jumla, inshallah. Kwa hayo machache na kushukurini e, tuendelee kazi iendelee. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wangu ashana wa Jukumaza Online TV, kama alivyokujuvya hapo awali kwamba jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imefanya mkutano wake katika eneo hili la Fuoni kitongani kwa ajili ya kuzungumza na wazazi na tayari viongozi wetu hawa wamezungumza mengi juu ya kuasa jamii eh, ama wazazi pia juu ya kuweza ku kwa kuwasimamia vijana wao ili kuepuka na e, na wimbi wi lile la mwonyoko wa maadili. Mengi yamezungumzwa na viongozi hapa wa jumuiya ya kuimarisha maadili na mlezi bora Zanzibar. Kwa hiyo mimi nikwambie tu mtazamaji wangu asante e, sana kwa kuweza kutufuatilia katika chaneli yetu hii ya jumuiya ya Jukumaza na usikose kusubscribe biko kushare, comment na kulike pia. Nyuma kamera ambaye alikuwa akifanikisha zima la uchukuaji wa shooting uchukuaji wa kamera. Mimi baada hapo nakuambia tu asante e, sana kwa kuweza kutufuatilia na kutusikiliza kwenye kanali hii ya Jukumaza Online TV. Mimi niseme tu asante sana mtazamaji wangu.